Ilituchukua miaka mingi kumpata makamu wa rais mwanamke. Ilituchukua miaka mingi kumpata rais mwanamke. Ilituchukua miaka mingi kumpata spika wa bunge mwanamke. Ilituchukua miaka mingi kupata mawaziri wanawake kwa idadi kubwa, lakini leo Rais Samia Suluhu Hassan anazidi kupanda mbegu itakayozalisha mavuno ya viongozi wanawake watakaotikisa dunia kwa utendaji wa kipekee. Ameinua bendera ya mtoto wa kike juu kama taa kwenye mnara, huku akitamka kwa sauti ya ujasiri, mtoto wa kike atapata elimu, si kwa hisani bali kwa haki. Ni Rais Samia, mama wa maendeleo, aliyefungua milango ya elimu kwa binti ndichi wa Kitanzania bila kikwazo wala bila pingamizi. Ninaomba nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu mpenzi, Daktari Samia Suluhu Hassan kuja na hili wazo kuanzisha hizi shule. Unaweza ukafikiria tu kwa muda mfupi wa mwaka mmoja, wanafunzi wenye ufaulu mkubwa wanaopenda masomo ya sayansi mia tano na thelathini wako hapa. Isingekuwepo hii shule, wangekuwepo watu. Tunamshukuru sana kwa hilo wazo, tunamshukuru sana katika hilo na kuwasaidia hawa watoto kuweza kufikisha ndoto zao. Kwa ujumla, tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani raisi Dokta Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli ameweza kuona umuhimu wa kutengeneza mazingira ya watoto wa kike kukaa sehemu maalum kwa ajili ya kuweza kujifunza. Tunashukuru sana pia kwa mama Samia ambaye ameweza kuona shule hii iweze kuwa ni shule ya kitaifa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama Samia kwa kutuona, kuwaona watoto wa kike, kuwapunguzia at least zile movement za mbali, wakaenda kuseto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 inahamasisha na kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma. Si madarasa tu aliyojenga, bali ndoto pia. Sio shule tu, bali maisha mapya ya mamilioni ya mabinti. Kila tofali ni ushahidi wa dhamira yake njema, kila bati ni sauti ya nguvu mpya kwa mtoto wa kike. Aliyekata tamaa, aliyeteseka na safari ya kilomita ishirini, sasa anatembea dakika chache kufika shuleni. Aliyekosa ada sasa anasoma bila kikwazo.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 katika shule zote ambazo ametujengea sisi kama wasichana. Shukuru sana mama yetu kipenzi kwa ajili ya shule hii nzuri, mazingira mazuri, walimu wazuri, miundombinu mizuri, kila kitu ni kizuri kwenye shule hii. Napenda kumshukuru Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule nzuri ya kipaji maalum. Tunasema asante, Mungu ambariki sana Samia. Si rais tu, ni mwalimu wa mwelekeo mpya wa binti ndichi. Anaposema kila mtoto wa kike anastahili elimu bora, hatoi maneno matupu bali anaweka vitendo mbele kwa mikakati yake ya kielimu kwa binti ndichi wa leo. Mtoto wa kike atakuwa daktari, mwandishi, mbunge au rais wa kesho. Atavaa joho la heshima na sio kanga ya unyago. Atashika kalamu lazma, na sio kuolewa kwa lazima akiwa mchanga wa umri mithili ya mbelewele za mtama. Atasimama jukwani na sio kusukumwa pembeni kwa hofu. Madam President ni mchoraji wa ramani mpya ya elimu ya binti Ndichi, anayeandika historia kwa wino wa usawa, huku akisaini kwa kalamu ya haki. Historia yetu haitamtaja tu kama rais, bali kama mama wa ukombozi wa mabinti wa Kiafrika. Kama jua linavyopambazuka na kufukuza giza, ndivyo mwanga wa Samia unavyoangaza vizazi vya mabinti wetu sasa na hata milele. Kwa haya yaliyofanywa na Dkt. Samia, Wakati ni wako binti Ndichi, wakati ni sasa. Hii ni Mpaka Ndichi.